Beba. Unajua kupika weni ugali tu unakula sietunge mboga. Unajua wasichana wengi hawajui kupika. Si hapa? <laughs> <laughs> <laughs> Goja. na kwani kwani unapika na vitunguu ngapi? Si hizi nne. Kuna <laughs> shida, vitunguu nne, hey. si chakula utamia, chakula ni kitunguu Unajua, vitunguu venye ziko na bei lakini, si ndio? Hii moja inatosha, inatosha. Hii moja Hadi unarudisha? Unajua, kitunguu tunanunua moja bao. <laughs> Mbona sasa urudishe kitunguu, pika na hiyo moja. Hata hii shika, urudishe, si lazima, hata nipike mimi. Kama sipiki chakula na hii kitunguu nne, chakula yangu iwezi kuwa tamu. Siwezi Unasikia vyenye umenikosea, nikosia heshima hadi unaniita jina langu.